Jaa la kisasa la kuhifadhi taka Muriet ni mradi unaohudumia maelfu ya wakazi wa Arusha. Ni eneo lenye ukubwa zaidi ya ekari 70 na takriban tani 358 za taka kuingia katika eneo hili kwa siku. Taka huletwa na kuchakatwa na kuwa bidhaa, lakini vilevile vile ajira hutengenezwa ni kupitia katika eneo hili la jaa la kisasa la taka la Muriet, mkoa ni Arusha. Baada ya kuingia hapa, Eh, tuna mizani pale magari hatapima pale magari atakuja atapima pale, atapima gari pamoja na mzigo uliobeba. Baada hapo gari itaenda kule kwenye eneo la kunani itaemte em, ita ikisha ita rudi itapima tena ili kupata ile net weight ya taka, kiasi cha taka kilicholetwa kwa siku husika. Tangu mwaka elfu mbili na tatu eneo hili lilikuwa likitumika kama jaa la kawaida bila teknolojia ya kisasa. Mwaka 2014 serikali ilianzisha mradi mkubwa kwa lengo la kuboresha usafi ndani ya jiji hili la kitalii na pia kuongeza ufanisi katika usimamizi wa taka. Hili eneo ni kwa ajili ya matumizi ya kufanya sorting za takataka taka. taka zinatoka mtaani zikija hapa zinaingia hapa, wanafanya sorting, tunachukua yale material ambayo yanatumika kwa ajili ya recycling au matumizi mbadala. Kama unaona walioko pale, kila mmoja anachukua kinachohitajika kuchukuliwa hapa, karatasi peke yake, box peke yake, chupa peke yake, uh, maana ya glass, lakini utaona na chupa za plastic. Yapo mambo mengi ambayo yanafanyika hapa, lakini eneo tulilopo ni lile ambalo ni mahususi kwa ajili ya kuzichakata taka ngumu na kuzigeuza kuwa bidhaa muhimu kwa ajili ya kuwa mali ghafi ya kutengeneza bidhaa mbalimbali. Kwa hiyo hapa tuzungumzie taka, taka hapa tunazungumzia mali ghafi. Kwa hiyo taka ni zile zinatoka kule nyumbani ambazo zile mtu azihitaji. Kizo kifika kwetu, tuna vitu ambavyo sisi tunavihitaji tunatengeneza, atakuwa ni mali. Kupitia taka, miongoni mwa bidhaa zinazozalishwa ni mbolea kwa kilimo hai, mali ghafi za viwandani pamoja na mabuu ya nzi chuma yanayotumika kama chakula cha mifugo. Teknolojia hii si tu kwamba inalinda mazingira bali pia inachangia kutengeneza ajira na kuboresha uchumi wa wakazi wengi wa Arusha. tunafanya hizi kazi kwa kujikinga tunavaa gloves, tunavaa buti, tunavaa mask kwa hiyo hakuna madhara yoyote. Kipato inachokipata nashukuru Mungu sababu inanisaidia kukuendesha, kusomesha watoto zangu, wazazi wangu na jamii ambayo inanizunguka kwa ujumla. Kwa cheni nzima ukaanzia kuanzia collection Transportation, na disposal. Kwa sasa kuna uwezekano wa kuwa na ajira za direct nyingi kwa sababu ukiangalia halmashauri yetu ina kata 25 na hizo kata 25 zote tumezi outsource kwa mawakala kupitia mradi wa Muriet landfill ama jaa la taka la Muriet. Jiji la Arusha linaendelea kujenga taswira mpya ya usimamizi wa taka na kulinda hadhi yake kama jiji la kitalii. Na hii ikiainishwa kuwa ni hatua muhimu kuelekea uchumi wa mzunguko na endelevu kwa mazingira na viumbe hai. Ramadhani Mvungi, habari wikendi Arusha. <mulia>